Kwenye matangazo yetu ya asubuhi ya leo tunakuletea habari kuhusu mkuu wa majeshi ya Uganda UPDF Luteni Generali Muhoozi Kainerugaba. Kupitia matangazo yaliyosomwa kwenye ukurasa wake wa X au Twitter zamani, asema anasubiri M23 RDF, jeshi la Rwanda linachelewa kuingia katika mji wa Kisangani hivi asubiri waingie huko haraka iwezekanavyo, wa ataweza kuwasapoti na yeye yuko nyuma yao, kwa sababu hawezi kuwaachilia hata kidogo, kwa kuwa wao ni ndugu zake. Aliweza kutaja baadhi ya makabila ambayo kwake ahisi kwamba ni wa ndugu zao, wala hawezi kuwaachilia kamwe kwenye vita wanavyoendesha. Pamoja na hayo, jenerali huyu amesema gavana askari wa mkoa wa Ituri ni mtu asifurahia operesheni za kijeshi ambazo UPDF inaendesha kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hali hiyo, yeye atafanya kile anachoweza kuhakikisha kwamba anamshika na kumzuia. Ndugu mtazamaji, ndiyo jambo ambalo limezua maoni mseto kuhusiana na hayo, endapo yale yanayosomwa ni kweli yametoka au kuandikwa na mwenyewe huyo luteni generali Muhoozi Kainerugaba, na ambaye ni mtoto wake rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ndugu msikilizaji, pia mtazamaji wa Kuna Nini News, nina kuomba wandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, ila kauli mbio ni kwamba wewe ambao bado hujasubscribe, yaani kujaboni tafadhali, usiondoke kabla hujajaboni, usikose ku like usikose kuacha komenti yako, usikose kutuandikia wapi ulipo na hatimaye usikose kushea yani kupartaji kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwa chano letu hii Kuna Nini Nyoze, itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Naam mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini Nyoze, tunakuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Kama vile nilivyotangulia kusema kwa kwenye mtasari ni kuwa mkuu wa majeshi ya Uganda Luteni Generali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa rais wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, hatishia kumshika gavana askari wa mkoa wa Ituri, Joni Lubo ya Kashama, kwa kile alicho kihita operesheni wanazoziendesha nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ukiwa ushirikiano wa jeshi la Uganda UPDF na lile la jamhuri ya kidemokrasia ya kongo, Kongo, e, operesheni FARDC, kwa jina la Shujaa hazimfurahishe gavana huyo wa mkoa wa Ituri. Na kutokana na hayo basi, yeye anatishia kumshika gavana askari huyo, kwa sababu ni kipingamizi kwenye operesheni wanazoendesha, ikiwa ndiyo au hapana. Masuala ni mengi kuhusu hali hiyo. Gavana askari wa mkoa wa Ituri nambaye aliweza kuwekwa na serikali kuu ya Kinshasa, serikali ambayo ndiyo iliweza ku Kubaliana na ile ya Uganda kwa ajili ya kutuma askari wao kwenye ardhi ya Kongo waweze kushirikiana na lile jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwasaka wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF, ambao ni tishio kwa usalama na mstakabali wa nchi hizo mbili, Kongo Kinshasa na Uganda. Lakini mkuru wa majeshi ya Uganda kasema kwamba gavana wa askari wa mkoa huo wa Ituri ni kipingamizi wala hataki operesheni zenyewe, hivi anatishia kuweza kumshika na kumfunga. Ikiwa haitoshi, habari tulizozipata zenye kurushwa kupitia ukurasa wa X, yaani Twitter ya zamani, nasema kwamba luteni jenerali huyo Muhoozi ameweza kutoa mwito kwa M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC, kuweza kuingia katika mji wa Kisangani kwa sababu ana malalamiko mengi ya kwamba watu wa Kisangani wanahitaji uwepo na kuwasili kwa majeshi hayo. Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye ndiye mkuu wa majeshi ya Uganda mwenyewe amesema lazima M23 RDF jeshi la Rwanda AFC waingie katika mji wa Kisangani haraka iwezekanavyo, kwa kuwa yeye yuko nyuma yao na atawasapoti vilivyo, kwa sababu wao ni ndugu zao, akitaja majina ya baadhi ya makabila ambayo kwake haisi kuwa ni wa ndugu zao. Kwa hiyo mambo anayoyaendesha lazima aweze kuwaunga mkono kuhakikisha kwamba wako pamoja kwa ndia moja au nyingine. Kitangazo hicho kilichotolewa na jenerali huyo kimewacha wengi katika hali ya kutafakari. Isifahamiki bayana kwamba makubaliano walioafikiana nchi ya Uganda na ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ikiwa hayo yameanza kujitokeza kwa namna hiyo je ni kwa ajili ya kusaka wapiganaji au wahasi wa, hasi wa Allied Democratic Forces ADF pekee au labda kuna ajenda inayofichama tuyache majira muda kama vile wasemavyo waenga lakini ikiwa kweli kauli hiyo tayari imezua mijadala mengi na kuzusha mate kama vile kugonga vichwa vya habari endapo kweli mkuu huyu wa majeshi ya Uganda UPDF anaweza kusema yuko tayari kumshika gavana askari wa mkoa wa Ituri, na kutoa mwito kwa M23 RDF jeshi la Rwanda kuingia katika mji wa Kisangani haraka iwezekanavyo, wala hatawachililia kwa kuwa wao ni ndugu zao. za basi, ni hayo tuliyokuandalia mapema Jumatatu leo hii. Kufikia hapo sina cha ziada, ila nimekushukuru wewe uliokubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho lakini kauli mbiu ni moja tu. Wewe ambao bado hujasubscribe, yahani kujabonea usiondoke kabla hujafanya hivyo. Usikose ku like, usikose kuacha komenti yako, usikose kutuambia wapi umetuandikia, na kwa mwisho usikose ku share, yahani kupata je kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na hii itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi ya... hadi hapo tutakapokutana tena hewani, nasema asante kwa kuandamana nasi.